Wapendwa watazamaji, siku ya leo tena, napenda kuwakaribisha katika kipindi hiki. Napenda pia kuwasema asante kwa sababu mmeendelea kufuatilia vipindi hivi, kwa sababu hivi vipindi kweli vina kitu ndani yenu, vitaendelea kuwajenga zaidi na zaidi. Lakini kabla tujaanza leo somo letu, kwa ufupi, tupende kumkabidhi Mungu mtakatifu, mtakatifu, mfalme wa amani, ketie mahali pa juu. Jehova, tunakaribisha tena mahali hapa Bwana, katika somo hili Bwana Yesu tunahitaji Bwana neema yako na baraka zako zikapate kushuka ndani ya somo hili. Malaika wako na roho wa Mungu Bwana kapate kuzungumza nasi. Tunaamini Bwana Yesu atakuwa pamoja nasi. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Napenda sana kuwashukuru kwa ajili naona mmeendelea sana kufuatilia vipindi hivi. Mungu wa mbinguni awabariki. Lakini pia hata siku ya leo tuna kipindi kifupi ambacho kitaweza kikawajenga nyie katika maisha yenu. Tuwapende maadui zetu. Tunatakiwa tuishi kwa kuwapenda maadui. Na maadui ni watu gani? Maadui ni watu ambao wale ambao watu ambao ambao wanatuzunguka katika maisha ya kawaida, lakini ni wale watu sometimes, ni wale watu ambao hawapendi maendeleo, hapendi we uendelee. Au adui anaweza tu akakuchukia yani wewe pasipokuwa na sababu. Lakini ningependa leo kuambia kwamba tunatakiwa tuwapende maadui zetu na maandiko yanatuzihirisha. Ukisoma Ruka Mtakatifu ile sura ya sita ule mstari wa ishini na saba hado wa ishii na nane unasema kwamba lakini nawambia ninyi mnaosikia, wapendeni adui zenu, watendeeni mema wale ambao wawachukia ninyi, wabarikieni wale ambao wawarani ninyi, waombeeni wale ambao wawaonea ninyi. Neno la leo linatuambia kwamba tunatakiwa maisha yetu tuishi kwa kuwapenda maadui zetu. Haijarishi kwamba katika maisha haya kweli, huwezi mtu ukawa umekamilika. Unaweza pia saa ukawa umekamilika, lakini kuna watu ambao wataona kwamba we hujakamilika. Mtu anaweza kawa anakuona kweli, yani una maendeleo, lakini apendi yale maendeleo yako. Lazima atafanya yani uwe yani, ataweka ile chuki ndani yake, ili kana kwamba msipate kuelewana, kana kwamba hata unapopita waseme, kweli, huyu dada simpendi, huyu kaka simpendi, huyu mama simpendi, huyu kijana simpendi kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya vitu ulivyo navyo. Kwa hiyo huyo mtu ni adui kwako, lakini tunaambiwa kwamba maadui zetu tuwatendeeni mema, tutende mema juu ya maadui zetu. Hata kama haijalishi mtu kweli anakutendea jambo baya kabisa, unaona kabisa, jamani, mbona fulani huyu ananitendea jambo baya, lakini mimi naishi naye vizuri. Hautakiwi ku, kusema na wewe umtendee baya. Hapana, tunaambiwa maneno haya leo, natukumbusha kwamba tuwatendee mema maadui zetu, haijalishi ajarishi watu wanakuchukia yaani wanakuchukia tu, lakini aina hamna sababu, sababu ambayo inafanya wakuchukie, lakini wanakuchukia tu. Lakini siku hii ya leo tunaambiwa hatutakiwe nasi pia kuwachukia, tunatakiwa tuwatendee mema, tunatakiwa tuwakaribishe kwa, kwa pendo la Mungu. Tuwaambie jamani, tunatakiwa tuishi kwa umoja. Usipende nawe kulipiza kisasi, unatakiwa ulipe mema kwa mema. Wanaokutendea mabaya, usilipize baya, walipe mema maana ukitenda vile, Mungu lazima kuna hazina yako ipo mbinguni, Mungu ameiwekeza ndani yako. Wapendwa katika Bwana, siku ya leo jamani, katika maisha haya, napenda sana kuwambia, ishini na watu maadui zenu, ishini nao vizuri, ishini maadui zenu, ingawa hata kama wanakutendea baya, wewe tenda jema, usipende kulipiza baya. Nawashukuru sana kwa ajili ya kusikiliza neno hili, napenda sana kuwapa ushauri Ishini na maadui zenu vizuri, ishini na maadui zenu kwa wema, maana hazina zenu zipo mbinguni, zimewekwa kwa ajili yenu. Asanteni sana kwa ajili ya kusikiliza kipindi hiki, na Mungu wa mbinguni awabariki. Nami neno hili ni zuri sana, sana kuwapenda. Maadui ni jambo jema katika maisha yetu. Kwa kweli, tukiishi katika neno hili kweli, tutamwona Mungu, tutaona baraka zake, tutaona uwepo wake. Lakini napenda kuwashukuru kwa sababu umeendelea sana kufuatilia vipindi hivi. Maana hivi ni vipindi ambavyo vinatolewa kwa ajili ya kupata kujifunza na kuelimika kupitia neno la Mungu. Maana neno la Mungu ni kiu yetu na ni taa ya miguu yetu. Kwa hiyo napenda sana kuwashukuru na wakaribisha tena katika vipindi vingine mpate kuhudhuria pia. Tunaweza tukafunga maombi haya tena tukamkabidhi Mungu. Maana tulianza na Mungu tunatakiwa tumalize pia na Mungu. Mtakatifu, mtakatifu, Mfalme wa Amani ketie mahali pa juu. Tunasema asante kwa dida, neno, li, Bwana, kwa ajili ya neno hili kwamba Bwana Yesu umesema tuwapende maadui zetu, tuwatendee mema. Aika mfalume amani, tunahitaji Bwana neema hiyo, Bwana tukaishi katika maisha yetu, tupate kuishi na maadui wetu vizuri. Maana Bwana Yesu umesema tukiendelea kuwatendea mema, hazina yetu ipo mbinguni. Bwana Yesu, kila aliyesikiliza neno hili Bwana wakapate Bwana kumbadilisha katika maisha yake, akapate kuishi sawa na mapenzi yako Tunaomba haya ni kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na, na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. <coughs>